Mambo ya uchekaji kama yameanza kuhamia eneo hili la kwetu, tunakosa sasa amani. Inabidi sasa jeshi la polisi lifanye uchunguzi wa kutosha wa kina, kujua tatizo limeanzia hapa. Maana tuna watoto wetu wa shule hawa, wanatoka saa moja kwenda mashuleni. Sasa wataanza kufanyia vituka kama hivyo hivyo tena, tuwezi kujua. Tunaomba jeshi la polisi lisipambane na hili swala, kujua kwa wakati. Hii inaweza kasemekana kwamba ni mvua labda mafuriko, haiwezekani kwamba ni mvua, kwa sababu sisi tulikuwa tunasimamia hilo zoezi la barabara kuweka ikwaru, hatujaona hilo jambo watakuwa a amewazika kwa sababu kiangalia sababu kiangalia kijana aliyetoka kwenye korongo na yule aliyekuta kule juu, ambaye ni ngambo kabisa, amechimbiwa ni tofauti kabisa. Kaisahili, tukio limetushtua sana, maana ni taharuki. Si asubuhi tumepita tunafanya kazi zetu na barabara hii hatugundua chochote, lakini baada ya mabwana kutoka kwa wanaozomba majani yale pale kuvuka hivyo, akaona kama vile kuna sehemu mnani udongo umekuwa juu, kuja kufika pale, wakaja wakaona kufukwa kufukwa kidogo, ndio akaona mwili wa mtu na kwa taarifa ya hii walioshuhudia walisema walitoka wakaja kukojoa huku, wanavyokuja kukojoa huku ndo wakaona kama sehemu ambayo hairidhishi tu, udongo umekaa kama vile unavyoona, wakaogopa kusema. Baadaye wakaja kushuhudia tena, ndo wakakuta tena ni mwili wa pili. Eh, kwa hiyo matukio kweli kama haya hamna mtu anayepokea, na tuungi ni uhalifu na sisi kama wanajamii sasa hivi tuna wasiwasi kubwa na, na rai yangu kwa serikali kwamba hii mitaro pia ifukiwe, maana si unaona ishakuwa kama ni sehemu za mochari kufanyia maalifu, watu wanabakwa hapo pia, uweze kuona matukio yanafanyika mengi eh. Kwa hiyo kiukweli ili hapa limetushtua sana kama wananchi. Na hii miili ni ya jinsia gani? Yaani upande wa ng'ambo wa kwanza wa barabara kule, mwili wa kwanza ulikuwa ni jinsia ya kiume, na ule mwili unaonekana kama mtu ametolewa macho, ana macho. Japokuwa polisi walitahidi kuficha ndivyo hivyo hii hapa ya pili ni mwili wa kike, amelazwa kifudifudi, amelazwa chali eh, kwaona maana kwamba hatujaweza kuona mwili wa nani, sura yake iko je, lakini imeharibika yenyewe. Japo macho hatujaona kwamba macho imetolewa au hajatolewa, eh, bika imeharibika. Maana inavyoonekana ni siku kwa kwa siku ya leo ni ya pili, na ardhi ni ya moto, kwa hiyo inaonekana imeshaanza kutoa harufu kwa mbali, lakini haijaharibika kivile, bado inawezekana kutambua kwamba huyu ni huyu nani na ni nani. Yani sasa hivi ni bora ukutane na mnyama kuliko ukutane na binadamu mwenzako. Ee, maana hii ishu sasa ukijaribu kuangalia jinsia ya kike kule na huku ni ya kiume tuna wasiwasi pia ni masuala tu ya wivu haya. Wasafi so, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi so, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima.